Juzi Jumapili ya tarehe 30 mwezi 0 mwezi March mwaka huu 2025 kwenye ukumbi wa Coral Springs Center for the Arts, uh, huko Coral Springs Florida, nchini Marekani pametolewa tuzo za 42 zinazojulikana kama International Reggae and World Music Awards, yani IRAWMA, ambapo uh, hizi ni tuzo ambazo zinauangalia muziki wa reggae duniani lakini pia muziki wa dunia. Sasa, miongoni mwa watu ambao walikuwa wametajwa kuwania tuzo hizo uh, ni pamoja na ambapo Diamond, amba Diamond alitajwa katika kipengele cha Best Afrobeat Entertainer akichuana na Flavor wa Nigeria, Mr P wa Nigeria, Siame Osi wa Zambia, Tyler South Africa pamoja na Willy Po wa Kenya. Na Diamond Platinums ndiye ambaye ametangazwa mshindi wa kipengele hiki cha Best Afrobeat Entertainer. Ni tuzo kubwa uh, kabisa kwa sababu kuna vipengele vingi sana uh, vikiangaza muziki wa reggae kwa ukubwa zaidi, lakini pia kuangalia muziki mwingine duniani uh, unavyofanya. Kwa hiyo hongera sana kwa Diamond Platnumz kwa kushinda eh, tuzo hiyo ya Best uh, Afrobeat Entertainer. Audio series za kusisimua makala za ulimwengu.